Benki ya Stanbic Tanzania imezindua tawi lake jipya mkoani Geita, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukuza ujumuishaji wa fedha na kuimarisha uchumi katika sekta za madini na kilimo. Taarifa zaidi na Ellen Manyangu. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, waziri wa madini Anton Mavunde amesema serikali inapongeza juhudi za benki hiyo katika kuhakikisha huduma za kifedha zinawafikia wachimbaji wadogo, wanawake wajasiriamali na wakulima na kusisitiza kuwa Wizara ya Madini ipo tayari kushirikiana na, na sekta binafsi kama Stanbic ili kuhakikisha kuwa kila mdau katika mnyororo wa thamani wa madini anawezeshwa na anapata huduma bora za kifedha. Ni biashara kubwa sana, mimi najua leo mabenki mnafukuzana kwenda kwa watumishi wa serikali, hao ndo wanaoongoza kwa kuweka deposits nyingi sana. Nakubaliana na ninyi, lakini siku benki yoyote Tanzania ikitoka ofisini ikavua koti la ubenki ikaenda Luamgasa, ikaenda Nyauyehe, ikaenda Nyarugusu, ikaenda Katoro, ikakaa na wachimbaji, ikaona mfumo wa biashara unaofanyika pale, mna uwezo wa kufanya vizuri zaidi kuliko hivi sasa. Kwa upande wake, Frederick Maxi, mkuu wa idara ya biashara wa Stanbic Bank Amesema uamuzi wa kufungua tawi katika mkoa wa Geita umetokana na mchango mkubwa wa mkoa huo katika uchumi wa taifa kupitia dhahabu, kilimo na biashara, na kuwa benki inalenga kuziba pengo la upatikanaji wa huduma rasmi za kifedha kwa wananchi, wafanyabiashara na wadau wa sekta hizo, hivyo kuchochea biashara, ajira na maendeleo ya kiuchumi kwa ujumla. Tunatambua mkoa wa Geita una wachimbaji wadogo wadogo na wafanyabiashara wadogo wadogo. Tuna suluhisho la mitaji kwa kiasi cha shilingi hadi milioni 115 bila kuwa na dhamana yoyote, kuendana na huduma niliyotaja hapo mwanzo ya vifaa mbalimbali. Tunaamini wachimbaji wadogo na wafanyabiashara walioko katika mkoa wa Geita wakiweza kupata masuluhisho rafiki ya kuweza kupata mitaji kwa wakati na kwa riba nafuu, itaendelea kuchagiza uchumi wa mkoa wa Geita. Naye mkuu wa mkoa wa Geita Martin Chigela ameeleza kuwa ujio wa benki ya Stanbic katika mkoa huo ni uthibitisho wa hadhi ya Geita kama kitovu cha uchumi na fursa, na serikali ya mkoa imekuwa ikifanya kazi kuhakikisha mazingira ya uwekezaji yanabaki kuwa wazi na rafiki kwa sekta binafsi, na kuahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi hiyo ili kuhakikisha inatoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya wananchi wa Geita. Mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa mikubwa ni miongoni mwa mikoa mikubwa yenye uchumi mkubwa kwa wananchi wake. Sisi kama ambavyo wameeleza vizuri, mzunguko wetu wa fedha, mzunguko wa fedha, maana sisi wao tunakutana na wenzangu, tunapokuwa na wakuu wa mikoa wenzangu tunataniana, wako wanatamba na pamba. Wanasema mimi ndio naongoza kwenye pamba. Ukienda kule simio anakuambia sisi ndio tunaongoza pamba. Na mimi nawaambia wewe hiyo pamba yako hiyo ukiibeba pamba yako yote ukaijaza. Si maroli yanakuwa tani na tani, si tani ngapi? Magari karibia elfu moja mimi nitakuja na kilikuu moja tu pamba yako yote nainunua. Benki ya Stanbic pia ilitumia hafla hiyo kuonesha uwajibikaji kwa jamii kwa kukabidhi madawati 200 kwa shule mbalimbali za mkoa wa Geita. Pamoja na miche mia mbili ya miti kwa ajili ya kutunza mazingira, hii ikiwa ni sehemu ya mkakati wa benki ya kuchangia maendeleo jumuishi yanayojumuisha elimu, mazingira na uchumi wa vizazi vijavyo. Na kupitia uwepo wake Geita, benki inatarajia kuongeza upatikanaji wa mitaji na huduma za kifedha kwa sekta za kimkakati, na hivyo kuimarisha ustawi wa jamii na ukuaji wa uchumi wa kitaifa. Ni taarifa yake, Ellen Manyangu. Msaidizi wa askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kkkt Dayosisi ya Kaskazini, mchungaji Deogratius Msanya amewataka vijana kuishi maisha yenye maadili mema na kuacha matumizi mabaya ya pombe na dawa za kulevya. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoani Kilimanjaro ana taarifa zaidi. Mchungaji Msanya amesema hayo katika ibada maalum ya kuaga wanafunzi wa kidato cha sita katika maafali ya seminari ya Agape iliyopo wilaya Moshi mkoani Kilimanjaro. Aidha, amewataka wazazi na walezi kufundisha vijana kuwa na nidhamu na uaminifu ili kuwepo na kizazi bora katika kanisa na taifa kwa ujumla. Naomba mtusaidie kuwarudisha kwenye mstari. Basi wazazi na walezi mtusaidie kuwarudisha kwenye mstari. Ndivyo ninavyowaomba, pia hata wale wazazi wa wale wanaoendelea kwamba mnapokuja hapa, mtambue ya kwamba jukumu la malezi linatuhusu sisi sote. Naomba tusaidiane, tumtengenezee Bwana kizazi cha wanaomcha, kizazi cha wataalamu wa kesho, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa ndo wake mkuu wa seminari ya Agape, mchungaji Godrick Limo amewataka wahitimu hao wa kidato cha sita kwenda kuwa mfano katika jamii, ikiwa ni pamoja na kuwa walimu bora kwa vijana ambao wako mitaani kwa kuwafundisha maadili mema kwa maisha yenu na kuishi maisha ya usafi. Mkawe nuru huko duniani. Ninyi ni chumvi ya ulimwengu, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mungu awasaidie wa Kaendelee kuwa mashahidi waaminifu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika vyuo na katika jeshi na katika maisha yenu sasa na hata milele. Mgeni rasmi katika mahafali hayo, Dr. Heavenlight Kavishe amesema vijana wanatakiwa kuishi kwa kuwa na hofu ya Mungu ili kuweza kuishi maisha ya uaminifu, uadilifu, hatua ambayo itapelekea taifa kuwa na viongozi bora. Hapa baadhi ya wanafunzi wakaeleza changamoto inayokabili shule hiyo ajili ya kufanya pamoja na taifa. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE. Habari, mashambulizi ya angani ya Israel yaua wa watu zaidi ya 100 Gaza.